Yes niko na story ya Kiev, Ukraine kule. Tunakujua kwamba kuna machafuko lakini pia kumekuwa kuna masuala mazima ya makubaliano mara Trump na vitu vingine kama hivyo kutokea kule, eh, Ukraine. Sasa eh, Marekani na Ukraine pia wameweza kusaini makubaliano mapya kabisa ya ushirikiano wa, wa rasilimali yakilenga kuimarisha uwekezaji wa Marekani katika sekta ya madini, eh, mafuta na gesi, lakini pia Ukraine huku ikichukuliwa kama eh, hatua muhimu ya kuimarisha msaada eh, wa kiuchumi na kijeshi kwa Ukraine wakati eh, wa vita vya Urusi. Sasa baadhi ya yaliyomo kwenye makubaliano hayo ni kama hapa. Hapa kuna mambo saba ambayo wamekwisha kukubaliana Ukraine pamoja na Marekani. Nitakusomea hapa kwa haraka haraka. E, jambo la kwanza ni hakuna deni kwa Ukraine. Ukraine bwana haita lazimika kulipa msaada wa dola bilioni 350 ambalo pia uliweza kutolewa na Marekani licha ya madai ya awali ya Trump. Na mbili, makubaliano ya jumuiya ya mafuta na gesi. Licha ya kuzingatia madini, makubaliano haya pia yanahusishwa pia mafuta, gesi asili na nishati nyingine lakini ma, eh, mali bado inalalamikia na Ukraine. Jambo la tatu, msimamo wa Marekani dhidi ya Urusi. Lugha ambayo iliweza kutumiwa na Marekani ni nika, e, kali zaidi dhidi ya Urusi ikilenga uwekezaji lakini pia wa vita wasinufaike na ujenzi wa Ukraine. Jambo la nne, hakuna kizuizi au kujiunga na EU. Makubaliano haya pia hayazuii azma ya Ukraine kuweza kujiunga na umoja wa Ulaya na Marekani imekubaliana kwamba itajadiliana na pia na EU, inahitaji pia mabadiliko ya kimasharti. Jambo la tano ni msaada wa kijeshi wa Marekani warejea sasa. Ukraine pia inatarajia msaada zaidi au mkubwa zaidi wa kijeshi kama mifumo ya ulinzi wa anga, japokuwa haijatolewa dhamana uh, rasmi kwamba kitu hicho vipi kitaanza na Marekani vipi atasaidia Ukraine. Pia jambo la sita, Marekani pia yaweza kujiondoa wakati wowote wa pia ya, kuweza ya kiusalama ambazo zinaweza kutolewa, lakini pia msaada wa Marekani bado hauna uhakika wa muda mrefu kutokea huko Ukraine. Na jambo la mwisho ambalo ni la saba, hili faida ya kuwekeza tena Ukraine. Kwa miaka kumi ya mwanzo mapato, lakini pia kutoka mfuko wa uwekezaji yatawekeza upya kabisa kutokea kule Ukraine, ingawa kipengele hiki bado hakimo rasmi kwenye makubaliano ambayo pia yamekwisha eh, kusainiwa. Mambo yamekuwa ni mengi vitu vingi, na kwa vingi vinaweza kuendelea kutokea Marekani dhidi ya Ukraine. Yapi maoni yako kuhusiana na vitu hivi drop comment yako. atikapo sawa sawa digital utakometisha kinoma noma, na hii eh, tunakuambia kabisa, habari kiganjani mwako.